Mama katika kisiwa cha Pate na Kiunga kaunti ya Lamu wamelazimika kujikita kwenye biashara ndogo ndogo ili kusaidia famili zao baada ya waume zao kukosa kuwajibikia familia ipasavyo. Rahma Rashid anatuarifu kuhusu masaibu ya kina mama hao. Mama amekuwa nguzo kuu kusimamia familia eneo la visiwani Lamu, na hasa linapokuja suala la malezi ya mtoto. Waume wengi wametoroka majukumu yao, akina mama wakilazimika kuvaa viatu vya baba na mama ili chakula kipatikane nyumbani. Mama ndio mwenye majukumu yote, kwa sababu mama ndiye mwenye shughuli zote amehatuwa, yeye kina baba hata hawana shughuli lakini kwa sasa tuli, tumepitia jen, tumekuwa na ajenda tumesaidika, na ujua kwa single mother huwa ni changamoto sana. Wababa huku hawajumuiki, wababa huku kisha kudivorce wewe na mtoto pia ana divorce. Waume wanaenda baharini, wakija na kuja shilingi elfu wanakupatia mia mbili mke wangu amepata mia mbili, mia nane ndo kulia marungi, wewe mama wateseka. Kwa hiyo tusimameni, tukue wima, tujimudu na nabi, biashara biashara ndo mpango mzima Akinamama zaidi ya elfu moja wameamua kujihusisha na biashara ndogo ndogo, wengine wakifanya biashara ya kuuza vyombo madukani, biashara ya viazi karai na samaki, biashara ya samaki. Inanunua samaki hapa kwa kukauka na wakausha, alafu nawasafirisha, wanafika Mombasa wanauzwa, alafu ile pesa nikipata nyingine narudisha kwa biashara ile nyingine, faida nikipata wanafanya jambo lingine. Biashara za kinamama hawa zimeendelea kuimarika kutokana na mafunzo ya biashara waliopata pamoja na mikopo kutoka kwa shirika la uhifadhi mazingira NRT. Huko zaidi ya vijana ishirini nao wakipata ufadhili kuendeleza masomo ya vyuo na shule za upili. Mwanzo mwanzo nilipata mafunzo ya lamp, kabla ya biashara, na hii pesa kutoka wanifundisha ili kuwa yani kumanage kwako Eh, lampu ni leadership and management tulipo hiyo training, mawazo na na, uh, ya miezi minne na MRT. Baada ya hapo ndo hii wakatuletea hii mikopo eh. Nataka asome amalize apate na nafasi ya kwenda college apate kazi afanye anisaidie, kwa sababu mimi na, ni maskini mm -hmm. Sasa namtegemea mtoto wangu ndo apate na mimi nipate. Tumekuwa na miradi kadha kadha ya wanajamii na mmoja wapo ilikuwa ni kuhifadhi zile rasilimali zao, kukuza pia usimamizi wa, wa hizo rasilimali, na isitoshe pia mambo na livelihood ambao tumeweza kufanya na wanajamii. Mmoja wapo ambao leo tunazungumzia ni mradi wa Women Microfinance Program ambao tayari tumefanya Pate, Kiunga na conservancies zinginezo. Rahma Rashid, runinga ya Citizen Lamu. gavana wa Kakamega